Kuna mafungamano makubwa mno unapokula chakula kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Nakula chakula kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, unakulaje? E Mwenyezi Mungu, nakula chakula hiki ili nipate nguvu za kufanya ibada za kukuabudu wewe, za kufanya kazi yako. Ukafanya hivyo ukihusisha chakula na kazi ya Mungu, chakula kwa ibada. Unaponawa mikono yako kama adabu ya kwanza wale pia unakuwa unaosha roho yako bila ya wewe mwenyewe, ndio maana sisi zamani, wale Waislamu wale wa zamani, wale hata kama umemkaribisha chakula na akawa hataki kula kitu, labda amefunga, atakwambia au, au, au, naomba anaomba alafu kisha nao anakuambia kwamba nimefanya sunna, naomba ujuwie radhi, leo ni moja mtatu au chakula hiki kulingana na magonjwa yangu, mimi siwezi kukiwa, lakini nimenawa kama heshima kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni adabu ya kwanza, yasidatii. Adabu ya pili Napokuwa umekiweka chakula mbele yako, usianze kulalamika lalamika, unakikosoa chakula. Kuna watu wana tabia za ovyo, tabia za kukosoa chakula, hiki chakula kina hiki, kina chumvi nyingi, kina hiki, maneno hivi. Ni kweli, hata kama kikawa kina hai. Basi kwa mujibu wa ustaarabu na adabu za Kiislamu kuvumilia, na wala sio kusemasema maneno mengi. Kuna watu miji yao imeharibika kwa sababu hawataki kufuata sunna hii. Mwanamke ni mpishi, amepika, amejitahidi, na misteki ndogo mwanaume anakula, anamsema, mpaka yule mama furaha yake ni nini? Nifai miongoni mwa adabu, pamoja na wewe kuzingatia hili, chakula kikiwa mbele yako, usipendi kuongea ongea maneno ya lawama lawama na kulalamika lalamika na ukitoa kasoro kile chakula. Lakini miongoni mwa adabu za chakula, unapotaka kula chakula uvua viatu na baadhi ya watu wanakuja wakiwa wamevaa viatu. Ni mimi. Na hasa hili hili inakuwa mtihani, hasa kipindi hiki ambacho tunakula mahotelini. Unaenda hotelini pale, kuvua viatu na kuwa mtihani, utavuaje? Ndio maana tunasema hivi, mendeni mkale nyumbani, ibakia ibakie, kula hotelini ni dharura tu, na wala isiyo Bani Adam kanunueni chakula mje nyumbani mle mvue viatu, mfate hii sunna, sunna ya kuvua viatu ni muhimu. Kwa nini tunavua viatu? Kwa sababu kuvua hii viatu ni heshima kwa chakula kile. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala <clears throat> wakati anawambia, na Nabii Musa alipofika kwenye kile kilima kitakatifu, alimwambia fahlan alaik vua kwa hakika wewe umefika sehemu tukufu. Kwa hiyo tunajifunza kuvua viatu ni moja ya ishara kwamba kilichopo mbele yako ni kitu chenye hadi